Najua wengi tatizo la kujirudiarudia kufungia WhatsApp limekuwa ni kawaida, unatumia simu lakini kila namba unayosajilia WhatsApp, baada ya muda fulani inafungiwa, baada ya muda fulani inafungiwa. Nenda kukupa tips kadhaa zitakazo kusaidia wewe kukuepuka na kufungiwa account zako za, za WhatsApp mara kwa mara. Kuna sababu kadhaa zinazokuwezesha wewe au zinazokufanya kufanya account yako ya WhatsApp kufungiwa kila siku, yaani haijalishi umetumia account mpya, umesajilia laini mpya, lakini kila unapoweka kwenye simu inafungwa. Na wengi ambao mlicomment kwenye hii post yangu iliyopita ya mwaka jana kuhusu namna ya kufungua WhatsApp ni kwamba mna tatizo hili la kujirudiarudia. Sasa basi, ipo hivi tatizo la kufungiwa fungiwa WhatsApp kila mara unapobadilisha namba ya simu. Baada ya masaa kadhaa au siku kadhaa, line inafungiwa kwao, unakuwa huwezi kutext au huwezi kutumia WhatsApp kwenye simu yako. Unatakiwa uangalie unatumia aina gani ya simu. Siku hizi kumekuwa na aina baadhi ya za simu ambazo nizaki, yani, ni zile, yani, ni ni zile yani sijui ni fake zitefeki sana ambazo ndo zinaongoza sana kufungiwa WhatsApp. Hilo ni ya kwanza na ya pili ni kwamba kuna Android version. Kwa sababu wengi wanaofungiwa um, WhatsApp watumiaji wengi sana ni watumiaji wa Android. Kwa hiyo unatakiwa ujue Android version yako, je, inaweza kuhimili um, WhatsApp au haiwezi kwa sababu WhatsApp walisha update app zao, nafikiri miaka mitatu nyuma kwamba kuna Android version ambazo zipo compatible na WhatsApp, lakini kuna Android version zingine hazipo compatible na WhatsApp. Sijui umenielewa hapo. Kwa hiyo hapa naenda kuweka voice over ya kukufundisha au kukupa maelezo zaidi kuhusu hii aina ya Android version na aina za simu ambazo zinaenda kufungiwa kama ambavyo nitakuonyesha kwenye screen yako hapa. Kwa hiyo kuwa makini, angalia kama Android version ya simu yako inaendana na kile ambacho WhatsApp wanataka, iko ni cha kwanza. Lakini cha pili ni kwamba WhatsApp, wana wanatabia kwamba umefungua tu WhatsApp yako account sasa, sasa hivi hapa, au haina muda mrefu tangu umeanza kuitumia, sawa? Kisha ukaanza kufanya spamming. Kufanya spamming ni kwamba unatumia message watu wengi yani, message moja unaiandika, unaifuadia kwa watu wengi sana ya, yani ile vile unavyowafuadia watu wengi sana kwa, kwa wakati mmoja inasababisha wewe WhatsApp yako kuweza kufungiwa, lakini kubwa kabisa, yani kabla ya yote ni kwamba Um, kutumia WhatsApp ambazo sio official, yani sio WhatsApp rasmi. Nikizungumzia WhatsApp GB FM, WhatsApp yani uh, WhatsApp ambazo ni za third party, tuseme yeah. yeah. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba unapomtext mtu sawa, um, yule mtu akakublock akakureport sawa alafu baadaye mtu mwingine tena akakuripot akakublock, yani ukishafanyiwa hivyo ndani ya dakika kadhaa sawa, so, WhatsApp itadetect kwamba unafanya spamming kwa sababu kila mtu anakublock afu anaripot, kwa hiyo inapelekea wewe kuweza kufungiwa akaunti yako. Vile vile unatakiwa uangalie na magroup uliyomo. Sio kila link unayotumiwa kwenye whatsapp lazima uibonyeze uifungue. Sio kila link unayotumia iwe ni Facebook, Instagram, TikTok, whatever app ambayo unatumia. Sio lazima kila link unayotumia uifungue. Link zingine ukifungua, lazima utaenda kufungiwa na WhatsApp. Haya ni machache kati ya mengi ambayo yaani, ukifanya, inakufanya wewe uweze kufungiwa account zako za WhatsApp. Unakuta mwingine yani anafungiwa na namba moja sawa, so anaenda kusajili line nyingine, anaifungulia WhatsApp kwenye simu hiyo hiyo huyu. Baada ya, ya masaa kadhaa ile namba mpya nayo pia inafungiwa na unakuta an anapewa permanent ban. Kwa hiyo ili kujua ni kwamba umepewa aina ipi ya ban, tafadhali sana tazama hii video hapa hiyo itaenda kukuonyesha kwamba aina gani za ban na jinsi gani ambavyo unaweza kufungua um, ile chaneli yako iweze kurudi katika hali ya kawaida na jinsi gani unatakiwa unatakiwa ujue. Um, vilevile epuka kusambaza link kwa watu wengi. Hicho ni kingine. Pia epuka kujoin magroup mengi. <laughs> Yani kuna mda utakuwa na magroup mengi na mpaka WhatsApp watadetect kama unafanya fraud, itakublock pia epuka kupost labda picha ambazo sizo, videos ambazo sizo, whatsapp kisha detect ile ina kublock. Epuka kuuza wanyama iwe ni kuku, mbwa, paka kwenye whatsapp bila kuweka, um, special cases. Yaani kuna aina fulani ambayo unatakiwa uandike, naenda kuielezea hapa kwa, iangalie kwa makini sana. Vilevile vile unaweza kutafuta namna nyingine tu rahisi ambayo unaweza ukaiandika ikakusaidia. So guys, kama bado huja subscribe, karibu sana uweze kusubscribe. If you are a returning subscriber, kisses, nawapendeni sana. Kwa kama bado huja subscribe, karibuni. And guys, let's meet in the next video. Kisha hapo kwenye comment niambie napenda nitengeneze na video gani na mimi nitaweza kuzitengeneza. so anti